Mima turhibuna minhu kwa yale ambayo mnahofia ninyi, alafu akamalizia katika ukurasa huo wa 29 kwa aya ya 190 9 inasema wakatilu fi sabili llahi alladhina yukatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbu almu'tadin. Wakatilu, napiganeni fi sabili llah, katika njia ya Allah. Alladhina, mpigane na wale ambao, yukatilunakum, wanaokupigeni tu wala wala msianze msi uadui. wala tatadu ta, wala msichupe mipaka, msije mkaanza uadui. inna Allah la yuhibu lmutadini, hakika Allah hawapendi wenye kuchupa mpaka. Kwa hivyo aya inakataza kwanza, inasema wakatilu fi sabilillah, napiganeni kwa ajili ya Allah. Hii ndio inayotakiwa watu wapigane, sio watu wanapigana kwa ajili ya nchi. Hakuna vitu kama hivyo, sio kwa sababu watu wanapigana kwa ajili ya taifa, sio kwa sababu watu wanapigana sijui kwa sababu kadha. Hakuna vitu kama hivyo, wanapigana kwa ajili ya neno la Allah liwe juu. Hiyo ndio inaitwa jihadi. Sasa wewe kama unapigana, si napigana sisi kwa sababu tupate tuigomboe Zanziba yetu, ugombowe na nini, alafu ukishakuipata unafanya nini? Watu wa siasa tukisema maneno haya watu hawanakuwa wanatuona ni watu wa ajabu, tuko tunaishi miaka karne zilizopita. Sisi tunaonekana hivyo, lakini wao haya yanawathibitikia. Kila baada ya miaka mitano wanakata tamaa, na kama tunavyoeleza kila siku, wanakufa mmoja mmoja, kweli si kweli? Wengine mpaka wale viongozi wao wakubwa kabisa wamefariki, hakuna walichoondoka nacho. Mtu anapigania siasa, anapigania ukafiri. Sisi tunajua demokrasia ni kufuru, ni shirki, ni jambo ambalo halifai, hairuhusiwi kushiriki katika mambo kama hayo. Jambo la demokrasia ni jambo ambalo limekuja kuwakata watu, ni jambo ambalo limeleta fitina kubwa ni uovu ambao wametuletea makafiri, watu wakawa wanapigana kwa sababu ya mambo ya demokrasia. Kwa mtu anapigania demokrasia maisha yake yote mpaka anakufa, anakufa, anapata sifa kwa watu tu, lakini je, mbele ya Allah ka, kapeleka nini? Hana alichokipata yeye, kashapata sifa, kasifiwa huku, basi, biashara imeisha, mbele ya Allah hana kwa hivyo unapigana, ili ukipigana, unapigana kwa ajili ya neno la Allah liwe juu, sio kupigana kwa mambo mengine. Naam, eh, inaruhusiwa kupigana katika hali hiyo ikiwa adui ameingia sehemu, anataka kuharibu, basi mkapigana katika hali hiyo, inaruhusiwa. Unafahamu, hiyo inaruhusiwa. Sijui mmepigana siku gani kwa nani, unasema kwa nduri. Sisi tulikuwa hatupo zama hizo, ah, mtajuana yeye. Bila shaka mnazijua sababu zenu, sababu zenu mnazijua wenyewe. Kwa hiyo utaangalia wenyewe kama ziko sahihi au haziko sahihi. Kwa hiyo kama ni siasa, mtake istighfari kutoka kwa Mola wenu likajeshia kwa hivyo ikiwa ni hayo yanayoelezwa ni kweli, kwamba watu wamevamia, kwa mfano wamekuja watu wametuvamia katika mji wetu, sawa, na wanafanya uharibifu, kupigana kwa ajili ya kuwatoa wale, ile ni jambo jaizi. Sawa, sasa wewe, ndio maana tunasema wewe utakuwa unajua uhakika wa hilo jambo sawa sana, kwamba sisi wengine 1964 hatujazaliwa, mambo ya mapinduzi mnatuhadisia tu, mlipigana hivi mli, kwa hivyo nyinyi ndio mlikuwepo, mnayajua haya sawa, ka tutakuwa tunasikiliza tu upande wenu, kwa sababu nyinyi ndio mnaeleza uhakika, mwaujua mwaujua nyinyi. Kwa hivyo kwa, kwa mfano takupa mfano, haya inasema, wakatilu fi sabili llahi alladhina yukatilunakum wala ta'tadu wala ms msij msianze uadui katika jambo baya sana ambalo walilolifanya hawa jamaa wa Hamas. Watu hawajui lakini wanaona tu kwamba haya mambo watu wanapigana, lakini tizameni chanzo chake. Hawa Israeli kwa nini wakawapiga wale wa Palestina? Tarehe saba mwezi uliopita, Hamas walirusha nini, mabomu kule, wakarusha mabomu wakawapiga wale Israeli kwanza ni kosa kubwa hilo. Maana yake unaenda kumchokoza mtu ambaye una uhakika humuwezi. Hilo ni jambo moja ambalo limekatazwa katika dini, hairuhusiwi kupigana na mtu ambaye humuwezi. Hicho kitu kimekatazwa, kwa hivyo na mashehe wametoa fatwa wa nyingi tu. Sasa watu wajinga wa, wa mitaani huko, wao huwa wanasema ah, warabu wajinga sana, mwenzao anapigwa wao wamekaa tu angola tende sasa hawajui kwanza, vita vyenyewe hawajui, watu wanapigana nini? Wao ndio wanasema tu. Basi, kwa hiyo kosa walilofanya wale wali, wali, wali, wali, Hamas wameenda kushambulia, kumshambulia mtu ambaye una uhakika humwezi. Sasa tazama madhara yake. Sasa ndio ukaambua ukiasi amri ya Mtume, yatizameni madhara yake. Washakufa watu wangapi leo? Majumba yaliyoharibiwa mangapi? Nani ambaye anaweza kusema akamzuia hakuna. Mnatarajia nyinyi kwa akili zenu, wale Waarabu wote wakusanyike, wanaweza kupigana na Wayahudi? Hicho kitu milele hakipo. Sasa so, kwa sababu hamsomi hamtoe kusoma ndio mnakaa tu mitaani maskani mnapiga zogo. Ah, wale Waarabu wanafiki wale wale Waarabu hivi na hivi, hebu someni historia kwanza ujue hao Wayahudi ndio nani. Umeona tulivyosoma habari za Wayahudi huko mwanzo au ha, wa hamkuzi, hamkuziona wanapingana na mitume wao mpaka watu wanaambiwa tuingieni, semeni hivi basi, wao wanasema vingine, wanasota, wanafanya hivi. Sasa hawa hawajui Wayahudi wale Warabu, nakwambia hawana uwezo hata siku moja kupigana nao, hata hata wakusanyike wote. Kwa nini? Nadhani hawataki, hawaumii. Huyo mnomuona, yeye, sijui Irani, si nani, hawawezi hata siku moja. Kama wangekuwa wana uwezo washafanya zamani, sababu wana, wanafanya uharibifu wa hali ya juu kabisa. Nani chanzo? Lakini ni wale Hamas kwa wale liyahmilu auzarahum kamila, watabeba mzigo wa wao kamili na mzigo wa wale wote wale waliwapoteza wale makafiri, wanatafuta njia tu. Yaani Allah anasema yale yaliyokuwemo katika vifua vyao ni makubwa kuliko yale wanayozihirisha. Sasa angalieni ni madhara yake, mji umesambaratishwa, majumba yamebomolewa, hakuna chochote kinachofanyika kwa sababu ya ujinga wa watu wachache tu. Watu walikuwa wanaenda vizuri, wanaishi vizuri, lakini wakaja hawa watu wa Hamasa wanaitwa watu wa harakati, wakafanya vurugu, mji umeharibika wote. Hivi ndivyo sasa, kilichobaki wanabaki kuandamana katika miji, katika upumbavu wa mwisho wao. Ulitarajia eti ukiandamana kwa hamasa zako ndio zitaondoka, yani eti kwa hamasa ndio mtamuondosha Wayahudi, yani upumbavu wa mwisho. Watu wanakaa Leo Ijumaa tutaandamana ili kuonyesha eh, hisia zetu kwa ajili ya ndugu zetu. Kwanza ni ukafiri kuandamana, mambo no ya kikafiri haya, hiyo A. eh, hayamwasayo katika dini yetu B. nani alokudanganyeni kwamba hamasa zinaweza zikamwondosha Wayahudi. Haya mkishaandamana mnafanya nini, wanatoka baada ya sala ya Ijumaa au wameandamana tujalie. Mnatoka hapa mpaka mjini kule mnazi mmoja, halafu mkifika, mnasema, halafu kila mmoja anarudi kwake, au sio? Halafu mkirudi kwenu mnafanya nini? Huyu anatazama TV, huyu anaenda zake kusoma, ana chati. Ah, leo bwana, tulikuwa wengi leo. Eh hey, wa, makafiri leo wamejua. Kule watu wanaendelea kupigwa kama kawaida. Wapumbavu wa mwisho, hakuna watu kama hawa. Yaani unaenda kuandamana vitu ambavyo havipo. Sisi tunawaambia hamasa haziondoshi haziwezi kumwondosha adui hata siku moja. Rejea katika kitabu na sunna, mafundisho ya mtume. Kaamrisha vipi yeye? Kwani si alikuwa anaishi katika mji wa Maka? Pale walikuwa wanateswa, mbona hakufanya kitu mtume? Na aya imekuja inasema vipi: alam tara ilaladhina kila lahum kufu aidiakum. Hawasome hiyo? Umeona, wale ambao waliokuwa maambua, zuieni mikono yenu, msipigane nao, hawa hamuwawezi Nao, kwa sababu mkipigana nao uharibifu wao utakuwa mkubwa. Twasoma historia, kitabu chetu cha Nuru ya kini, tunasoma tunaona jinsi watu walivyokuwa wanapata shida mpaka sahaba mmoja anamwendea mtume katika Alkaaba. Mtume kakaa, tutasoma hayo mbele, yatakuja inshaallah. Anamwambia mtume, hebu tuombee kwa Allah, hawa wanafanya ufisadi mkubwa, tupigane nao. Mtume anaambia subirini subirini, hakika ilikuwa kabla yenu, anachukuliwa mtu mmoja anakatwa kwa msumeno kati na kati na walikuwa wanasubiri kuona. Nyiye endeleeni kusubiri, ili hawalitaki. Tasubiri mpaka lini? Sasa makafiri wao wanafanya hivi, watu wa hamasa wana shida. Sasa angalia aya inavyosema, wala taatadu, maana yake wala msianze kufanya uadui Inna allaha la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah hawapendi wenye kufanya uadui, wale ambao wanaochupa mipaka. Sasa huko nyinyi mnawasapoti kina Hamas. Hamas ni watu wabida, wa bid'a, kama mlikuwa hamjui. Ni watu ambao wamesemwa tangu na tangu. Sheikh Albani kapambana nao miaka yake mpaka anakufa, na akaambia nyinyi hamto hamtokuwa, yani hamwezi kufanikiwa milele hata siku moja, kwa sababu nyinyi kwanza imani zenu ziko tofauti tofauti kama tulivyokuwa tukiwaambia Muamsho katika mji huu, Muamsho nao kina Hamasi sawa sawa. Ndio hao, wao watu wavurugu tu, wanakuja na mahamasa yao, wanakuja na mambo yao, baadaye wanakuwa wanataka kufanya jambo ambalo halimo. Kwa hivyo hamuwezi kufanikiwa hata siku moja. Sasa hebu tukuulizeni Allah amechukua zamana kwamba yeye walan yajala llaha lilkafirina lil lil, lil ala lmuuminina sabila. Hamwamini hizi aya nakato? Allah anasema walan, manake nakataa kata kata, kata, hatojalia hata siku moja Allah kwa makafiri akawapa nguvu mbele wa ya waumini, hata siku moja. Wakafanya mbona wale pale wamepewa hilo, je, nyinyi hapo itakuwa kuna tanakul? Sasa kwa nini Eti mbona wale wamepewa hivyo, wakati surati Nnisa inakataa hilo, walan yaj'ala Allah lilkafirina ala almu'minina sabila. Kakataa Allah hilo jambo. Mbona wale wanateswa na huko tunaambiwa mkisubiri, mkifanya hivi, je wale vipi? Na yeye akasema lazima atakunusuruni. Kwa hiyo kuna tatizo. Kama ulikuwa hujui, soma sasa, waangalie fatwa za wanachuoni walivowaeleza wale Hamas, wakaambiwa watu wa Palestina wafanye nini. Haya wakayakataa. Sasa wanabaki na haya maandamano. Maandamano utasaidia nini? Unaandamana unarudi. Shey mmoja yeye ananiambia ninyi mnaandamana, mmekaa kama vijibwa koko, mnakwenda pale mnabweka, mshabweka mnarudi. hao basi, mmesaidia nini? Hamna chochote mnachokifanya. Kwa hivyo, haifai kupigana na mtu ambaye humwezi, makafiri wakati huwawezi, waache. Kuna utaratibu umewekwa Uishi nao vipi? Ikiwa mtu humwezi, basi mtume ameamrisha utaratibu huyu. Usiyemweza unataka uishi naye hivi hivi hivi na hivi, sio kuleta mambo ya mahamasa. Basi yazana, kisha tutamalizia aya hiyo na maelezo yake hapo, na namalizia. Anasema tafsiri wakatilu, napiganeni, lakini kupigana huko ibtira kwa ajili ya kutafuta rafu kalimatillah, kulinyanyua neno la Allah ukipigana, iwe target yako ndio hiyo ibtiraa. Maanake mafuulu li ajili hiyo, wapigana kwa sababu ipi? Wewe piganeni, alladhina yukatilunakum, ambao wamepigana, ambao waliokupigeni, amba wa min alkufari, katika makafiri liyasuddukum ili muweze kuwazuia wao, andini an dini, an dini Allah, kutokana na dini ya Allah. Wala tatajawazu wala, wala msichupe mpaka hudud Allah, na ile mipaka ya Allah. Bikatuli subiani, mkaja mkawaua watoto. Sasa kwa mfano wale, umeona sasa huko wanavoua watoto wangapi wanafariki Je, yeah, wale Hamas waliporusha wale, wale mabomu, walikuwa na uhakika wanawapiga wana hao askari wao tu, hawakuwapiga watoto jingine, jengine wanisian, wanisai na wanawake hawahusiki. yeah, hao katika vita walipokuwa wakirusha walikuwa na uhakika hapa kuna askari wa Israeli tu, tunawapiga. Hao walikuwa wanalijua i. Sasa mtu mwingine kwa sababu ya ushabiki tu, hata hajui anashabikia nini. Umeona, wamerusha makombora wameipata fresh <laughs> haya ndo mambo haya hayaya, kimwamsho mwamsho wale wenye athari za kimwamsho mwamsho ndio wana mambo kama haya mpaka sasa hivi. Acheni mambo haya haya, hayafai, na kuna watu kwa sababu wao dini zao awanaitwa za kimatukio, wana, mashehe wa matukio kule bara. Sasa kuna yule Isaponda juzi, Ijumaa si aliandaa maandamano, mnakumbuka? akakamatwa Yani ndo mambo yao ndo kama hayo tu, tunaandamana ili kuonesha sisi kwamba tunawaunga mkono ndugu zetu. Mtu huyo anaesema hivi ajie kukaa tasmoja, akaenda kuomba dua, labda awaombei dua. Sikilizeni, tunaambia maandamano ni nila za kikafiri. Katika uislamu hakuna maandamano, hayo ni mambo ya makafiri. Wao wanaandamana wanakuwa wanaonesha hisia zao, na nyinyi mmeambua mwende nao kinyume, makafiri Mbona mnachukua mila si zenu? haya hayapo katika Uislamu. Watu wakati wanaandamana wanaonyesha misimamo, haya si mila za Kiislamu hizi. Kwa hivyo kwanza wanazua katika dini uzushi wao kama hao, si maandamano na mambo gani? Haya hayapo haya. Kwa hiyo, halafu mwataka nusra kwa kutumia mambo ya uovu kama haya, mtapata wapi nusra? na mnajidangana kwamba tumefanya si hivi na hivi. Watu wa hamasa minakwambieni watu wa harakati dunia nzima, hawa ndo waloharibu ulimwengu wote, wanaoharibu watu wa harakati. Ni chunguzeni tu, Uislamu unaonekana mbaya ulimwenguni kwa sababu ya watu wa harakati hawa, wanajiita wa harakati na tena wana harakati wa aina zote. Hawa watu wa waovu waovu tu, ukija watu wana harakati wa dini watu waovu, ukija watu wa harakati wa mambo ya kijamii ndo kabisa hao, ndo waovu zaidi kabisa. mshaona watu wa harakati wanajiita wana harakati sijui wa kupigania haki za kijinsia, haki za wanawake, haki za nini, au ndo kabisa kabisa wao. Ukisikia tu huyo anaitwa mwana harakati, huyo mtu wachana naye kabisa. Kwanza wana mafikra ya ajabu ajabu. Mafikra yao wao ndo haya tu, kasema Andalusi katika kitabu chake, alafu anakutomia msemo he, anasema hivi ndo ana apply, msemo ule na yeye anataka waende nao vile vile kwa hivyo Thomas Mula katika kitabu chake another world sikio, anasema ili tuweze kufanikiwa lazima tu... hasemi huyu, kasema Imam Shafi wala Abu Hanifa, hasemi yeye, ndo kama kuna Thomas Mula, John Dewey, Aristotle, anachukua mambo yao kama hao, hasemi mbona Imam Shafi kasema, Abu Hanifa kasema. Hawa ndo watu wa harakati, ndio shida zao zinakuwa kama hivi, hawajui kwanza dini, hawajui sana wana wako zero. Tukikuelezea habari zao watu harakati, utaacha mdomo wazi. Wengine hata kusali hawasali ile kusali, wana, wana, wanapiga debe, lakini hata ile kusali hawasali. Tena wana harakati wakubwa kabisa. Siku moja tupo katika hafla fulani, walikuja hao wakina harakati, kina Dokta Sule hao, sio kina nani. Umefika ule wakati wa kusali, basi nambakasali hataki wanachati wanafanya, yani ni watu wavurugu tu katika jamii, wanaonekana kwamba hao ni watu wakubwa, mashehe, watu hivi. Si hao bana wametulia sasa hivi? Kimwamsho wamepata nini? Unadhani sasa yale walioyafanya yamefutika? Yale nadhani yamefutika, kwa akili zenu nadhani yale ndio ashamalizika. Sio, kwa Allah halifutiki bana, bado yamebaki pale pale.

wa ana tawabu rahim. Mpaka abainishe, ndo ndo sheria inavyoeleza. Kama hukubainisha kosa litabaki pale pale tu, na watu watabaki, watakujua kwamba wewe ni mtu wa bidaa, utaendelea kuwa na nukta hiyo mpaka hujisafishe. kwa kama wale watu bado wana fikira hizo mpaka leo, fikira za kimuhamsho, fikra za kisiasa. Zisahau hizo, na nyinyi wenyewe mnaziona za siasa, za mjiwa huu, mjiwa huu wa, wa, wa Tanzania kwa ujumla mna wategemea si kina nani kina nani? Wanakusambaratishwa tu kajamama, kasambaratisha kila kitu, nanyi ni mashahidi. Haya, watu wamepewa sasa, watu wamepewa kile wanachokidai, watu wamepewa sasa. Haya, tutataka mikutano, chukueni. Tataka nini? Chukueni sasa, piga wanapigwa bao wana. waeka wewe mkutano, kuna watu sita. Haya ndo mambo ya siasa yalivyo, kwa sababu ni mambo ya kufru, ni mambo ambayo hayafai. Haya, muislamu shikilia ya dini yako, Soma dini na ufanye kazi, mambo ya dini watu wa dunia waachie wenyewe mambo haya. Kwa hiyo wanasema haifai kuchupa mpaka katika mipaka ya Allah kwa kuwaua watoto wa nisai, na kuwaua wanawake washuyukhi, na kuwaua watu wazima, wa bitamthili bilkatla na kufanya tamthili katika kuua tamthili maana yake kumkata mtu viungo viungo kidogo vi kidogo kamkata mkono kamkata mguu ndio tamthili wanahwi dhalika na mfano wa hayo kwa mfano kama yule rais wa wapi aliingia yeye kaua basi na yeye alipo alipotoka madarakani wakamuua na wakamburura mitaani rais gani alikuwa Samuel Doe aliwaua mawaziri kumi na sita wale, akawapiga risasi mbele za watu. Kapindua serikali, akawachukua wale mawaziri kumi na sita akawapiga risasi tena, akawapiga mbele ya hadhara za watu. Na yeye akakaa siku hiyo, akaja akapinduliwa, akauliwa. Kuuliwa kwake kanaburua kwenye gari, karandishwa mji mzima mpaka kafa. Sasa kuua kule katika uislamu hakufai, inna Allaha la yuhibbu mutajawizina Hakika Allah hawapendi wenye kuchupa mpaka. lihududi hii kwa, kwa yule mipaka yake. fima saraa wa hakama, katika yale aliyowekea sheria Allah na aliyoyahukumu. Yani salafi huwezi kushangilia mambo ya kipumbavu kama hayo. Hawezi akawa mtu salafi akawa yeye tena anashabikia mambo kama hayo, sijui yakina Palestina, mambo ya, ya kuwa na hamasa hamasa. Hayo si mambo ya, ya watu wa salafi saleh. Mambo ya maandamano haya si mambo yetu sisi. min fawaid al ayat, katika faida za aya hizi anasema mashruiyat litikafu, anasema pemekewa sheria jambo la kufanya itikafu wa huwa luzumu al masjid, nako itikafu manake kulazimiana kukaa msikitini lile ibada kwa ajili ya ibada, walihadha kwa ajili hii, yunha pemekatazwa an kulli ma yuharidhu maksud, limekatazwa kila ambalo lenye kupingana. kula ma yuaridh kila lenye kupingana, maksudi itikaf, yale makusudio ya itikafu. wa minhu, na miongoni mwa mambo ambayo yanapingana na wanakusudia itikafu, mubasharatu mraati, kuchanganyika na mwanamke, yani kufanya naye jambo la jimai. Funzo la pili katika mafunzo matatu aliyoyaweka anasema, annahyu an akli amwali an-nas bil batil, katazo la kula mali za watu kwa batil. Wa taharimu kulli wasaili na pemeharamishwa kila aina ya njia, wa asalib bi maana waidi, kila njia allati, ambayo takudu lidhalika, itakayokuwa inaongoza kupelekea kulifikia hilo wa minha na miongoni mwa mambo yaliyokatazwa rushwa, kula rushwa. Wenyewe wanasema rushwa ni adui wa haki, lakini katika mji wetu zikija ripoti za CAG hayo mambo hayeshi. Kila siku, kila ukisikia ripoti za CAG za kila mwaka utasikia mabilioni ya fedha watu wanapiga. Alafu wewe kakaa, utafakari, unahisi tatizo ni nini? Tahrimu itida ya mwisho kabisa, nasema uharamu wa kufanya uadui, walnahyu anhu, na katazo juu ya hilo, li anna hadha din, kwa sababu dini hii kaimu ala adli wal ihsan, imesimama katika uadilifu na imesimama katika ihsani, kwamba watu wanatakiwa kufanya uadilifu, sio kufanya vurugu ukawaingiza na watu ambao hawamo. Tukisema hivi, hatuna maana kwamba eti sisi labda hatuumii kwa wenzetu wanapopigwa. Mtu anaweza kauliza kama hivi, sasa ninyi hamuumii? Sisi tunawachukia wale waliosababisha jambo hili, wakawatia wenzao katika madhara. Hao ndio tunawachukia sisi. Watu walikuwa wametulizana vizuri, wakaja na hamasa zao akina Hamas wakapiga mabomu kule, na wanajua aa, hatuwawezi hawa. Matokeo yake sasa, nchi imeharibika, watu wanakufa ovyo, watu wanateseka. Tatizo gani la watu wawili watatu, watu wa hamasa? Haya ndo mambo yanapokwenda. Kwa hivyo sisi tutaumia kwa sababu ya wale watu ambao walokuemo mle, wanapata ziki na madhara, ambao hawana hatia, watoto wadogo, wa wanawake na watu wa kawaida pia, ambao hawahusiki na wale sasa. Walikuwa wanatafuta wali wana kipwenti ki tu pwenti, hiyo washaipata sasa nchi haipo tena, imesambaratika kila kitu. Inshallah tuishie hapo, tutakuja endelea darasa hiyo ya tafsiri wiki ijayo, na sisi tutaendelea kesho inshaallah na kitabu chetu nuru yakini. Naam, kama kuna swali kwa haya, kabla ya kuondoka